Ya sasa uzalishaji wetu umepungua kwa kiasi kikubwa sana, kwamba katika vyanzo hivi uzalishaji wetu umeshuka kwa kiwango kikubwa sana, chini ya nusu ya uwezo wa kuzalisha maji, chini ya nusu. Kama tulikuwa tuna uwezo wa kuzalisha zile 534 milioni lita kwa siku, sasa hivi tuko kwenye kuzalisha karibu lita milioni mia mbili na sabini kwa siku, na ukiangalia chanzo ambacho kimeathirika sana kwa kiasi kikubwa ni huu mtambo wa Ruvu chini. Tumetoka kwenye uwezo wa kuzalisha lita milioni mia mbili na sabini kwa siku, kwa sasa hivi tuko kwenye lita hamsini milioni kwa siku milioni tumetoka lita milioni mia mbili na sabini kwa siku. Sasa hivi tunazalisha lita milioni hamsini kwa siku kwenye huu mtambo wa Ruvu chini. Ruvu juu hatujaathirika sana, ingawa nako kumepungua kutoka lita milioni mia moja tisini na sita hadi lita milioni mo, mia moja na hamsini huko tumepungua kidogo. Mitambo mingine tunaendelea kuzalisha, lakini contribution yake kwenye uzalishaji wa jumla unauona ni kidogo visima asilimia saba, pale Wami asilimia nne na pale Mtoni ni asilimia mbili kwenye uzalishaji. Hivyo hatujaathirika sana kwayo, li kwa hiyo eneo lililoathirika kwa kiasi kikubwa ni eneo la mtambo wa Ruvu chini. Sasa kwa nini tumefika huko? Tumefika huko kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kama nilivyosema kwa lugha rahisi kwamba maji katika jiji la Dar es Salaam na pwani linategemea mvua na katika msimu uliopita wa masika. Tuna misimu mikubwa miwili ya mvua, msimu wa mvuli na msimu wa masika. Masika ndio tunategemea tupate e, mvua za kutosha. Katika mwaka uliopita msimu wetu wa masika tukupata mvua za kutosha.